Taanza kukuomba Mungu wetu wa mbinguni, ninakushukuru kwa upendo wako na fadhili zako. Taaza Bwana ni afajili hii sasa. Umetutuma watoto wako kwenda kuhubiri Injili, Injili ya maarifa, ya mafunuo. Nakushukuru Baba Mungu wa mbinguni na Roho Mtakatifu ulio ndani ya utumishi wako. Napenda kuongea na watoto wako ulimwengu mzima kupitia YouTube channel hii. Baba, Bwana unipa kazi hii ya kuifikisha habari njema kwa watoto wako. Bwana Yesu, nakuomba uwe na sisi, wafungue masikio ya watoto wako wasikie hekima na maarifa kupata kujua haya na kufundishwa. Roho Mtakatifu na aalike katika kipindi hiki. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Mimi kwa majina naitwa Fredrick Kimani Muna, ni mtumishi wa Mungu. Ndugu zangu wapendwa, tunakwenda mbinguni. Nalia kwenda mbingu, lakini yuko shetani ambaye alifunga maisha ya wanadamu. Wanadamu yamefungwa sana shetani, roho za mizimu za ukoo kupitia majina ya ukoo. Kuna vifungo vitano, ndugu zangu, vifungo vitano, aa, vifungo vitano vimefunga shetani katika maisha ya mtu tangu yake anazaliwa. Kifungo cha kwanza ni kifungo cha ndoa. Mtoto akazaliwa, anapozaliwa mtoto, ndio kiume wa kike, shetani wanalenga kwenye ndoa. Ndoa, ndoa ndio kunatokea watoto, ndoa ndio kunatokea maendeleo kwenye ndoa, ndo uzalishaji wa kuzaliwa kwa wanadamu, ndoa ndio kunatokea watoto. Kifungo cha ndoa ni mtu mgonjwa kila siku, yani wewe kila siku kwa hospitali, ni mtu kliniki kila siku, kifungo cha afya una na kwenye kifungo cha uzao unazaa watoto kwa operesheni, una unabeba una, una mimba zinaporomoka, usikii hamu tenda la ndoa, na mengine yako mengi. Nao vifungo hivyo utachambua kimoja baada ya kingine, kila kifungo kimoja kinamafurishwa zaidi ya mawili au matatu. Kuna kifungo cha akili, kifungo cha akili, mtoto anazaliwa anafikia kusoma, akili yake sio nzuri. Unasomesha mtoto hajielewi, unafikia sehemu anavaa miwani, kichwa kinamuuma upande, una kichwa kinamuuma huko na, hmm, na kichwa kinamuuma mama, macho sioni ubaoni eh, naandika mkono na choka eh, hii io ni kifungo cha elimu. Hmm, na kuna vifungo vingi vipo katika maisha ya mwanadamu. Kuna kifungo cha uchumi. Unaanza kazi unafanya kazi, lakini unashangaa kazi inapoishia haina maendeleo yoyote. Unatafuta fedha unapata, lakini ukipata pesa hiyo unashangaa malengo yako yanavurugika, unaenda kupanga vitu vingine. Aidha, unatafuta pesa unapata kwa shida, kwa shida, kwa shida sana. Japo na hali ya uchumi wa dunia ni mgumu, lakini kuna vifungo ndani ugumu wa uchumi wa dunia, kuna vifungo ndani yake. Wafunga watu. Sasa leo naenda kuchambua kifungo cha, cha ndoa. Kifungo cha ndoa, ndoa kuona kufanya kuchumbia nawana, lakini tendo la ndoa ndio ndoa, baada ya ndoa kufunga ndoa kwa wanadamu, lakini kuna tendo la ndoa ndani ya musika mwanamke, musika mwanaume, na tendo la ndoa ni kati ya mwili wa kiume wa mwanamke, mwili wa mwanamke wa mwanamke na mwanaume mnapokuwa katika hisia za kukutana, hisia zimekaa vizuri, mnatenda tendo la ndoa, na tendo la ndoa ndio linazalisha kupata mwanamke mimba, kutoka mbegu kwa mwanaume kuja kwa mwanamke. Mungu pana sasa, Mungu anakutubisha kutengeneza uzao, ndio na mtoto anasema ana mimba mwanamke, inaanza kutungwa mtoto. Mungu anaweza kumkuza mtoto kwa uwezo wake aliouweka pana, siku ya mimba miezi tisa, anazaliwa. Sasa pale ndio penye kazi, kwa maana Biblia inasema nimeweka uadui kati ya uzao na uzao wa mwanamke, uzao wako na uzao wa shetani na uzao wa mwanamke. He, kwa hiyo mwanamke, sababu wanaume wote tumezaa tumba, mwanamke mwanamke mwanamke ndio kiwanda tumbo mwanamke. Sasa kuna kitu ambacho kipo, napenda kufundisha kwa ufupi sana, ufupi sana, kuchukua muda mrefu, kuchukua muda mrefu tendo la ndoa kushiriki tendo la ndoa na mume wake. Yaani kwanza anakuwa hajisikii mwanaume, akiwa mbali anamkumbuka, akiwa karibu anamchukia. Hiyo ndoa karibu inakufa. Anaweza kaishi akampikia chakula mwanaume, akapikia chakula mwanamke lakini tendo la ndoa liko na shida. Muda wa tendo la ndoa tumbo linauma. Na hata mwanamke, mwanamke anasema najilazimisha kwa sababu nimeolewa. Akishiriki baada ya kusikia starehe anasikia kuumia. Ni kama kwamba kuna mti unaingia ndani ya uke. Wakati ni mwanaume na wala anatokea, hata kwa watu wameona miaka mingi wamezana watoto, hicho kifungo kinafuata. Sasa hiyo ukisikia okay, na umia ilipo joka na body nzima limekaa kwenye uke na ndani ndani, yani ni kama vile mkono sarapitisha hivi kwa nguvu, lazima hizi kuta za uke ziumie. Na mwanaume anapoingia kwenye kwenye, kwenye kwenye kwenye kwenye, kwenye, kwenye, tendo la ndoa yule joka ndani ndani ya mke ndani ya uke ya mke linakuwa limepanua mdomo namna hii. Kwa hiyo mwanaume anaingiza uume wake kwenye mdomo wa nyoka ile ya mizimu, kwa sababu ni roho isiyoonekana, hii ni sayansi inayokueleza ipo shetani afanye. Kwa hiyo unapoingia kwenye mdomo wa nyoka namna hii, anapomaliza tendo la ndoa mwanaume analalamika, naumia, naumia baba fulani naumia, mume wangu naumia jamani ile mbegu ile joka linameza ile mbegu na meza shahawa ya mwanaume ndani kwa ndani kwa hiyo hapo toka mwanaume linamtemea sumu kwenye uume ndio maana wewe unasikia nikitembea na mke wangu yaani nauma mgongo vibaya nikitembea na mke wangu unasikia tumbo linauma unakuwa umetengenezewa sumu ile joka la kutengeneza sumu inaingia kwenye tundu la uume linapopiga kwenye cold ndani kwenye jonzo wa mwanaume ndio unasikia kuna hernia unasikia kuna mshipa unasikia kuna mgongo unauma mgongo unapinda nauma kweli mgongo kwa hiyo ikitendea tena hilo kwa tendo la ndoa tena. Wanasema, guza kumi ni ndogo anashiriki mara moja tu hauli tendo la ndoa kwa kitu jina la mwanaume, labda jina la babu, labda jina la babu. Deli mzimu ambao ulikuwa la mke wake na babu yako yule na mwanamke lakini unaota wateba na mwanamke tu kuishi, lakini mizozo kila siku ndani, na ikiwa hivyo kwenye ndoa na mengine woga, unasikia ndoa, mimba zinatoka huwa kwenye shetani. Ujiangalie mwanamke, unatokwa mimba kila wakati. Mimba zinatoka kila wakati. Akufundisha. Hebu tafuta mama mmoja mkubwa akuchunguze uke. Ukikuta kuna nyama nyama, ukikuta kuna nyama zinaota pembeni pembeni hivi nyama zinaota, ukikuta ziko ndani, hiyo inaitwa nsinza, inaitwa nsinza, nsinza. Shetani anaweka zile nyama nyama, sio nyama nyama zile zinaota kama vile wanasema mangondi. Ni nsinza zile yetu nsinza na kachi na uke wa mwanamke namna hiyo. Kwa mwanamume anapoenda kumaliza koko mbegu inapopita kwa kwenye mfuko wa mwanamke wa kizazi bila uzazi na shetani kupitia zile nyama, nyama inatemea sumu, naenda tafuta yale mbegu za kiume ili mimba ianze kutungwa, ile sumu inaenda kuharibu. Ndio kazi ya shetani. Kila mimba inatoka, kila mimba inatoka mpaka mtu anasema hivi, mimi nina nini? Kuna nsinza pale shetani ameweka pa, mtego ameweka kisu, nsinza maana kile kisu yote ni mizimu yetu, kiwa izikwe. Mungu alikuwa kizazi, shetani kazi yake ni kuharibu menyeleo wa Tanzania na watu wa dunia. Kuna watu wanateseka magonjwa mpaka kupandikizwa mbegu India. Kuna unasa kila mbegu ipandwa India utazaa watoto mshauri na mwanaume ukapandikia mbegu India. Mbegu huyajui ni ya nani. Na kufundisha maarifa haya ujue kwamba kitu kiko kipo. Unaposikia habari itafute. Uje na mme wako. Uje na mme wako ama utafute nauli utume. Uwe Ulaya. Ukiwa Ulaya uwe wapi, nipigie simu kwa njia WhatsApp. Kwa hiyo nimeshatangulia kufundisha pale. Ni kwa njia utapata watoto. Na chanzo, chanzo cha hivi ndio saratani ya kizazi. Kuna kazi ya kizazi kwenye kinena hapa. Ni pepo linakaa kwenye uzazi. Kwenye uzazi, uzazi hapa damu chakula chake ameenda kunywa damu za kike, shahawa za mwanaume anaposhiriki na wewe, mayai ya uzazi. Akimaliza mayai ya uzazi, unasikia tumbo lina uvimbe, unasikia kizazi kimekatwa, wakikuchomolea mionzi tayari, hapo maisha ni machache. Kukatwa kizazi sio mpango wa Mungu, ni shetani. Ndio maana Mungu aliniita mimi kufundisha vitu hivi. Kichwa ni kifungo cha ndoa, na mambo mengine mengi yako ndani, nitaenda kufundisha kwa hiyo mwanaume anaweza kushiriki tendo la ndoa mara mbili. Kwa hiyo kwa ana hambi. Hapa inamfungulia mlango shetani wa kushiriki na mwanamke nje ili uwe mzinzi mwanaume. Ili ndoa ife. Na mwanamke kugundua mwanaume anazini nje, uweze kukubali. Lakini ndani yatimizwe. Ndani yatosheki. Maana akitaka kushika tendo la ndoa, hawezi. Na wewe ukisema kushiki mara moja unaumia. Unabaki mmeka kama vibibi. Mmeka kama vibibi mshaka hivyo hivyo. Ana hata Ibrahim alikuwa ni mzee alimpa mwanamke ajili mimba. Kulikoni sasa hii ndoa yako kwa hiyo. Mpepo nasikia. Yaani haina haina eti eti hii ni mlokole, hii ni ni wachache wenye wa kuvuka kwenye ndoa. Vifungo vya ndoa viko kwa, kwa watu. Nacho kifundisho, unakisikia na ndoa, mwanzo wa kufa ndoa huwa ni hivyo. Haleluya, haleluya. Hicho ni kifungo cha ndoa, kifungo cha ndoa. Kuna sinza mimba, kutoka kushiriki tendo la ndoa vyema, kutokusikia hamu ya tendo la ndoa, kwa mwanamke kuchukia mwanamke, akiwa mbali anamkumbuka, karibu na mchukia. Ndicho kitu hicho kinasababisha mizozo kwenye ndoa, huwa ni mizimu ya ukoo huyo mtu anakuwa ameshaibiwa tayari, ulimwengu wa roho kawezesha, ulimwengu wa roho anazaa, ulimwengu wa roho na kutamjia. Naota watoto wachanga, naota naota na watoto wachanga, lakini ndani migogoro, ndani unakuwa umezalishwa. Naota niko kwenye maji marefu, naota hata ni kwenye shimo, naota hata ni kwenye machaka sio, naota hata na kimsa milimani, naota naota, unasikia chuchu zangu zinawasha, ukaribu, unapata jipu kwenye kwenye ziwa, unasikia kansa ya titi

Nipige simu ndio wale kuambia sisi ni hii ni huduma kufunua, Mungu alifunua siri nyingi sana, na wengi nishaombea katika hali hiyo walishapona, Mungu aliwaponya, wana watoto leo, wengine mpaka mthubutu kuta majina yangu mimi sipo, nishaombea akapona, nishaenda zangu mimi. Mtu anazaliwa mtoto asema yani, mtoto atakuta mchuka ni Fredrick Kabaso, sema usiniite mimi, usisema utukufu mimi, hapa nishaita jina. Niona baada hapo anazaa watoto wengine wengi, anaenda kupata watoto wengine wengi, si yasema ondosha jina langu mimi, ah

tunachania nini? Yaani, mke achana, tunaanza kukumbukana, hivi nimeachana nini na huyo mke wangu? Hivi kwa kitu kadogo tu kadogo, tumeachana kweli, mko mahakamani, aibu imeshatokea. Ndio kazi ya shetani. Shetani anafutenda kazi siku za mwisho kwa hila nyingi sana. Ndio nimefuta kifungo cha ndoa, kifungo cha ndoa ambacho, kifungo cha ndoa ndio kinapatana na uzao, sababu baada ya ndoa kuna uzao. Ehe, kitafuta kipindi kingine kufundisha uzao. Uzao, Mungu wa mbinguni ya kubariki na kushukuru Bwana Yesu kwa haya machache nimefundisha. Ni Roho Mtakatifu anafundisha, mumia anijua. Mungu wangu wa mbinguni. Ninaomba anaposikilisha watoto wako masikio, upate kuwafungua ufahamu. Watu wanateseka wajui njia. Njia ni wewe. Umesema ukikanda okay, neno ni la ndani yako, omba lolote kwa jina langu, nitalitenda. Baba atalitenda na jua nimefundisha, sio mimi nifundisha, ni wewe Mungu umefundisha ndani yangu. Ili watu wako wapate kusikia maneno haya, wakapate kuvuka, e Mungu tusaidie kuzifanya kazi. Na yote atakayepiga simu, Bwana Yesu umponye, ili wewe ushuhuda. Naomba niushukuru Yesu, amen.